Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma atafuatiwa na Mheshimiwa Deo Sanga, Mheshimiwa Riziki Shahari Mngwali ajiandae. <coughs> Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Kwanza naunga mkono kwa, kwa, kwa, kwa mambo yote yaliyozungumzwa na serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niwakumbushe, naomba niwakumbushe wenzangu nimewasikiliza wachangiaji walionitangulia wamezungumza sana kuhusiana na swala la hati ya dharura lakini, nilitaka niwakumbushe tu kwa upendo mkubwa, uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi na tano mgombea urais wa upande wao alipatikana kwa hati ya dharura yeah, kwa hati ya dharura, kwa kuwa wao wenyewe walimwona anafaa kwa dharura waliokuwa nayo, na watanzania hawakuwa hoji. Kwa hiyo tunapozungumza swala la dharura, mimi nadhani tungeugana mkono, kwa sababu hata wao waliiona dharura na kumchukua mtu ambaye hata wakufanya vetting hajui, mambo ya Chadema hajui chochote, wakampa dharura ya urais. Ashanga wabunge bunge wenzangu, unalalamika tunawaburuza katika kutunga hizi sheria. Wewe ulituletea mtu ambaye unataka tumkabidhi nchi, sitaki kusema mgonjwa, hayo ni ya kwenu. Tumkabidhi nchi halafu hajui chochote kuhusu Mpana Chadema, hajui chochote kuhusu serikali na ni mtu kwa vile wao walifanya hivyo, mimi nadhani tungeenda. Mheshimiwa, Mheshimiwa Bundala, kanuni iliyovunjwa, kanuni iliyovunjwa, kanuni kwamba hata Mheshimiwa Magufuli alipana kwa hati ya dharura, asante sana <laughs> na na kush... Mheshimiwa Msukuma, nakushukuru sana mheshimiwa, nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, nani Bundala watu wote wanamjua humu, inawezekana hajui kama Magufuli alipatikana kwa procedure ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa hiyo sisi tunaunga mkono kwa hati ya dharura ya serikali tuweze kupitisha sheria hii ambayo imeletwa mbele yetu. Lakini la pili, nimesikia wanalalamika sana, wanasema tulichelewa kufanya mabadiliko. Ninakubali tulichelewa, kwa sababu dunia inabadilika na CCM inabadilika. Watu waliokuwa wanatuchelewesha wote mmewakumbatia nyie huko yeah. Serikali hii ilikuwa inaongozwa na Loasa, ilikuwa inaongozwa na Sumaya, ndio mewakumbatia kwenu. Sisi tulipoona wafai, nyie mmechukua kwa hati ya dharura. Kwa hiyo sasa mtulie, tumeamua kufanya mabadiliko kwa majariwa na kwa mheshimiwa Magufuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, mheshimiwa Mwenyekiti, nimesikia nimesikia wanalalamika wenzetu kwamba kufanya mabadiliko ya, ya, ya sheria haraka haraka. Hebu niwakumbushe mwaka 92, na nyinyi wazee mlioko upande wa pili mliokuwepo 92 kwenye siasa, bila mabadiliko yaliyofanywa na serikali ya chama cha Mapinduzi nyinyi msinge kuwa humu, ingekuwa CCM yote huko. Kwa hiyo mabadiliko yanakuja na faida, mtulie, baadaye tutaona faida ya mabadiliko yanayokuja. Lakini mheshimiwa spika, naomba nichangie sasa kwenye mswada wenyewe. Mheshimiwa Naibu Spika, marekebisho ya sheria ya serikali, wanasema wanataka, wanataka kuwa na shea asilimia kumi na sita. Sasa nilikuwa naomba tu Mheshimiwa waziri atakapokuwa anahitimisha, hatueleze hii asilimia kumi na sita imetuchukua na sisi wachimbaji wadogo, ama ni kwa ajili ya makampuni ya kigeni? ni kama tumechukuliwa na sisi mimi, sijawahi kuona hata ukienda Dubai, ukienda China, serikali haiingii kisa kwa, kwa wazawa, inaingia kwa wageni. Kwa hiyo mwangalie mtakapokuwa mnataka kuingia kwetu wa, wachimbaji wadogo kwa asilimia kumi na sita ni, ni sawa na kwamba mnataka kutufuta wachimbe wachimbaji wakubwa peke yake. Kwa hiyo ushauri wangu nilikuwa nadhani hii sheria tutunge, lakini kwa wawekezaji wageni, sio wazawa. Na pili, eh, la pili kuhusiana na, na ile kodi ya asilimia sita, Mheshimiwa Waziri nilikuwa naomba sana na wabunge wenzetu mtusaidie sisi wenzetu tunaotoka kwenye machimbo. Utakapochukua asilimia sita ya kodi, tunaomba sana asilimia moja angalau ibaki maeneo yanakochimbwa yale madini kwa sababu Ukisema tupate asilimia 0.3 peke yake haisaidii. Na sisi wengine tunaokaa kwenye machimbo tumekuwa tukilalamika kwamba tuna migodi mikubwa, lakini mji ni mchafu. Sasa mkituachia ile asilimia moja angalau, na sisi tutakuwa na mipango mikubwa ambayo tutaipanga kuendesha halmashauri yetu sisi wenyewe, na nilikuwa naomba na wabunge wengine, haya yalifanyika Mtwara, yanafanyika Ngorongoro, wala sio kitu cha ajabu. Mjifunze mlifanyaje Ngorongoro. Ngorongoro wanapewa chakula, wanalipwa, wanasomeshwa watoto. Na sisi tunaotoka kwenye machimbo tunaomba hiyo wevo, serikali iweze kutufanyia hiyo. Lakini lingine, swala la sheria hii, kifungu cha kumi, wanasema tale, kuanzia tarehe ishirini, madini yote hayatasafirishwa bila kuchakatwa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika na Mheshimiwa Waziri, Tanzania hatuna refinery na leo ni tarehe tatu, maana yake bado tuna siku kumi na saba ukisema kuanzia tarehe ishirini tusisafirishe. Kwa wenzetu wale wachimbaji wakubwa kama GGM, Wakesha na wengine, wao wana mitaji, sio shida kwenda kununua refinery. Refinery moja hari ya chini ni dola milioni mbili. Kwa sisi wachimbaji wadogo, pengine mpaka mwanze kuzungumza na mabenki na mikopo mengine itachukua zaidi ya miezi mitatu, mnafahamu taratibu mpaka hata miezi sita. Kwa, ni kwa nadhani, kwa wachimbaji wadogo hii sheria isitubane Hatukatai kulipa kodi, lakini serikali iangalie kama nyinyi mnajenga hiyo refinery mtuambie, lakini ukisema tarehe ishirini tusisafirisha maanayake, kuanzia kesho tusichimbe na tusiwache hiyo mitambo midogo midogo inayozalisha ina, kwa sababu mitaji tulionayo tunapochimba siku mbili tunauza tuna, tunapata hela za kulipa madeni na kulipa wafanyakazi. Kwa naomba uliangalie hilo lakini lingine mimi nikupongeza sana mheshimiwa waziri. Nikupongeza sana mheshimiwa waziri. Mheshimiwa haonga kanuni iliyovunjwa? Mchangiaji alikuwa anampongeza sasa hizo anaanza kulalamika. Sasa sijajua taratibu. Kanuni gani imevunjwa? Mheshimiwa, mheshimiwa haonga, nadhani unatafuta kubadilishwa jina huko ndani, Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru sana na mheshimu sana mwalimu wangu wa darasa la kwanza kule kwao anafundisha darasa la kwanza, kwa taarifa nilio. Kwa hiyo msimshangae, hii ni mifano ninapozungumza hapa. Silalamiki, naboresha. Ninayezungumza hapa mimi silalamiki, naipongeza serikali kwa kuboresha. Wewe unasema nalalamika. Nalalamika kitu gani? na serikali ni yassem na mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo <laughs> kwa hiyo ni kupongeza sana mheshimiwa waziri kwa kuboresha pale ambapo tulipokuwa tu, tunafanya kazi za kibajeti kwenye halmashauri, migodi yote ilikuwa ishiriki kwenye bajeti. Sasa ulivyopitisha hii sheria tunashukuru kwamba sasa tutashiriki nao kwenye bajeti. Hata yale tutakayokuwa tunayapanga tukiwapo, wafanye moja, mbili, tatu, litakuwa ni la kimkataba na waziri anasaini, na sisi tutawadai kama, kama wadau. Lakini lingine nilikuwa na shauri, waziri kuomba ushawishi wa Bunge, ile nimeshalisema, nilikuwa nasema hawa wenzetu hawaeleweki na ninaangalia huko naona wengi sana wasomi rafiki zangu. Nakushukuru mchungaji, umesogea chini ili usikie vizuri kule, usikie wengine wote wakiongea dakika mbili wanakimbia. Tusiwajibu hapa, tunazungumzia mswada wa madini. Mtu msomi, mwalimu, ameshaenda kantini. Mtu msomi kabisa, na maai yake ya sheria, baadaye ukao mshauri, tunazungumza mswada wa madini, ananyanyuka anazungumzia TV. Hivi ndugu zangu mimi ni washauri tu kwamba Mheshimiwa Naibu Spika na, na Mheshimiwa Waziri, sisi wanyonge na watu tunaotaka mabadiliko ya hii nchi, hakuna mtu analalamika. Na hata hawa jaribuni kufanya mikutano kwenye, kwenye, kwenye majimbo yenu, watu hawako wa na nyinyi, yani ni kakundi kenu tu mnapiga kelele nyinyi. Mtu anapigana unasimama hapa unaomba ile miswada ye, zile taarifa za tume tuletewe ume. Kwani tume imeshakamilisha kazi yake? si bado kuna majadiliano? amepokea taarifa kuja ya tume, anafanya majadiliano tutalipwa, halafu tunaweza kuja kujadili. Ameshakamilisha kazi yake, humu hamna mtu aliyegundua swala la makinikia. Nishasema ni swala la rahisi, tukae kimya amalize kazi yake. Nakushukuru sana.